ndugu zangu leo tuko online ibada hii na makanisa yetu elfu mbili na mia moja arobaini na moja kusema kweli mengine siyo makanisa ya ufufuo na uzima lakini makanisa ya watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania <clears throat> ninaomba mnisikilize kidogo <clears throat> Wiki hii nilifanya press, niliita waandishi wa habari nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza nililoshauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola, kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF CDF na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote. Nikasema kwamba hawa kimsingi huwa wanateuliwa na mheshimiwa Rais au na taasisi ya rais na nini. Kimetokea hawa watekaji wanateka watu, hawapatikani nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa, wengine wametekwa wakapatikana, hawa wengine hawajulikani. Kwa kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi, na mpaka juzi jana, juzi, tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, shehe wa Zanzibar, shehe Jabil Haidar Jabil al Fasi kwa mkia, tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano, juzi tu niliposema ni alichukuliwa, ali nyumbani kwake fuoni majira ya jioni, na maiti ikaja kuokotwa njiani njia ya Kizimbani ya Kinumoshi, eneo la Bumbwi Sud. Huyu shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka. Lakini tarehe 23 Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza naye ameondoka tarehe 23 Machi, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzi juzi tu mmeona kiongozi wetu Padri Father father, father, father na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki alivamiwa na watu akapigwa akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine kule, kule, kule, na naye kavamiwa na ye kapigwa akaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake wamevunja mlango wamemburuta wameondoka naye, hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho chama cha mapinduzi hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi naungana na waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyelele pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM, sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Umenisikia ndugu zangu mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga, anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema, hivi mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa, kama alivyochukuliwa ndugu yetu mwisilama mzuri Ali Muhammad kibao hapo Tegeta jimboni kwangu, anachukuliwa basi inasimama, anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule ununio jimboni kwangu kule, ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanywa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa aka, na watu mchana akaenda kung'olewa macho nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu, ndugu yangu Abdul, mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi, akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? na naongezea leo, akichukuliwa mtoto wa Jakaya Mlisho Kikwete eh? akaenda akang'olewa macho, akaenda. Natoa mfano, nawapa mifano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa kesho, ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? Hivyo hivyo mtoto amejaliwa, hivyo hivyo akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa leo. Kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge, wenye dhiki, wenye tabu, wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho nitalisimamia ni na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena, CCM siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, siyo kwa niaba ya chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Asa, kama nimeongea mimi alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake, watu wamekuja na noa, wameenda ondoka naye, kaokotwa, wamekufa baada ya masaa mawili matatu. Nani anayefuata baadaye? Na kwa sababu hiyo mpaka terminology imezaliwa, nikasikia terminology inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization nikataka sasa nitafasiri Gwajimanization maana yake nini? Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usiyoteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawapendezi walioko madarakani ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya gwajimization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe gwajimanized. Naipokea kwa mikono ya shukrani. Ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba anagwajimanize Gwajimanization. Kwa maana hii sasa nakubali kweli, Nike ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hawawapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea maslahi ya taifa kuliko maslahi binafsi na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi ya Tanzania. kwa jimanization nani angependa awe Gwajimanaisd hapa? Piga kelele sema, yaa, naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi anafanya nini, na wale missing persons. Kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi. Lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi

Hebu sema kwa sauti, Tanzania ni yetu sote. Sema Tanzania kwanza, yeyote yule na wowote wale na lolote lile linafuata baadaye. Ushauri wangu mwingine ukawa kwa mfano, ikiwa, narudia tena, ikiwa, ikiwa, sema ikiwa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 na safari hii ndio mtajua kwamba Mungu amenituma. Narudia tena, Mungu hatumi watu wazuri sana, hatumi watu wenye sura nzuri sana, hatumi watu wanaovutia sana. Mungu anatuma watu kama anavyopenda yeye mwenyewe, na wanatuma kwenye nchi kwa ajili ya makusudi yake ya milele. Karne ya kwanza mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanaye Yesu Kristo akaja hapa duniani, ni binadamu asilimia mia moja, lakini ametumwa na Mungu. Kwenye kitabu cha Yohana imeandikwa palitokea mtu ametumwa na Mungu na jina lake aliitwa Yohana. Huyo alitumwa kutengeneza njia ya Yesu Kristo. Mungu huyo anatuma watu. Baada ya miaka mia tano na kitu baadaye, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye akaja duniani. Ndiyo maana unaona Uislamu umeenea duniani kote, naye alikuja kwa ajili ya utume wa kueneza Uislamu duniani. Kwa hiyo, Mungu huwa anatuma watu kwa kusudi maalumu, na Mungu akiwatuma watu, huwa anawalinda, anawatunza mpaka watimize misheni waliotumwa naye katika uso wa dunia. Nataka na kusema sasa, yule unayenivamia hovyohovyo hautaweza, hautaweza. Yeye anilindae hata lala wala hata sinzia. Yeye aliye mkuu wa Israeli hata acha mguu wangu usogezwe. Wao watataja magari, wao watataja farasi, wao watataja silaha zao, lakini mimi nitalitaja jina la Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi, akulindae hata lala wala hata sinzia aliye mkuu wa Israel. Tumpigie Bwana makofi makubwa sana. umenielewa eh? umenielewa eh? na isemea Tanzania na wasemea wa Tanzania. Nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, CCM haina sera ya utekaji. Mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi taifa. Utekaji kupotea kwa watu sio wazo la CCM na CCM haipotezi watu. Tupige makombola mpaka anayeteka watu atokee hazalani, si tupige makombola. Na wana CCM, ndugu zangu, mnielewe, napenda chama chetu nitaendelea kukipenda, lakini utekaji na kupotea kwa watu kunaofanywa na vikundi visivyojulikana aa, hiyo ni leo Kesho, kesho kutwa, na hata milele, nitakataa kwa jina la Yesu. Naomba mkae, nataka niishie hapo. Kwa maneno haya, nimeyasema hayo kwa sababu sasa nimezungumzwa Tanzania nzima, na ni muhimu sana kama kiongozi wako kuzungumza wa Tanzania nzima, na mimi ni mtu mwenye staha, nimetengenezwa nime nimeumbwa na staha. Ninaheshimu, siwezi kuaibisha mtu, lakini sasa nitakapoita presi inayofuata, kama watekaji wananifuatafata, nitaanika vitu hewani. Moshi utatoka. Hautaweza kufumbua macho yako. Narudia tena, ikiwa utaendelea kung'ang'ania kwa sababu ni rahisi kusema kwamba ilikuwa rahisi tu kwamba na sisi tunakataa watu kutekwa. Na ushauri aliyotoa askofu, tunaukubali au tunaukataa? Nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, nikamwona ponjoro mmoja wa hapo Kinondoni, Kinondoni, ambaye kazi yake ni kuchezesha kamari ambayo hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi mambo ya kamali, na yeye eti anaongea anasema e, Gwajima anasema mtoto wa watu. mimi nimetaja watoto wa wote, nimetaja mtoto wangu Jordan, nimetaja mtoto wa Majaliwa, nimetaja mtoto wa Samia Suluhu Hassan, nimetaja mtoto wa watoto wa watu wengi. Eti yeye anaumwa na mtoto mmoja e tu, eti yeye ni mtoto mmoja e tu, eti yeye ni mtoto mmoja e tu sasa nisikilize, Ponjolo wa Kinondoni, nikikuamkia wewe utabaki vipande vipande, kwa maana ya nikikusemesha, Kinondoni yote itakukataa na utanuka kinyesi. Tulia, kaa kwa kutulia. Kaa kwa kutulia, hapo unaongea na jasusi la mbiguni. Kwa sababu mimi si nimekataa utekaji tu, mimi nimesema watanzania wasifanye nini? Wasitekwe basi. Na kama mtu asingenijiu mimi nisingesema haya. Mimi kwa kadiri unavyonichokoza ndivyo ambavyo jitu linaamka ndani yangu. na Chama cha Mapinduzi, Gwajima ni hazina yenu. Gwajima ni hazina yenu ya CCM, mnaye mtu ambaye hamjamjua bado. Narudia tena, you have a person that you don't understand yet. Hamjamjua bado, mtu mliye naye ni mtumishi wa Mungu wa wote, na anatakiwa afanye mapenzi ya Mungu kwa wote na saa imetimia. Naam, atukuzwe mwana wa Adamu. Tumpigie Yesu makofi makubwa kabisa. Na tetea Waislamu waliotekwa, na tetea Wakristo waliotekwa, na tetea padiri aliyeumizwa, na tetea wale ambao hawajaonekana bila kujali chama, kwa sababu mtu kama amekosea, si akamatwa apelekwe mahakamani mtu kama amekosea, si kuna taratibu za aliyekosea? Ndiyo maana sema si vyombo vya dola, kwa sababu vyombo vya dola kazi yake ni kuaresti. Vyombo vya dola haviteki, polisi hawateki, idara ya usalama wa taifa hawateki, jeshi la wananchi hawateki, uhamiaji hawateki, magereza hawateki. Bila shaka bila shaka kunaweza kuwa mwambie wenzao, kunaweza kuwa na ka kikundi fulani, ambako haka ndio nakatumia message kwamba kila silaha utakayofanya haitafanikiwa juu ya taifa la Tanzania katika jina la Yesu. Mtu aseme haleluya! Basi nimeshatuma ujumbe, naishia hapo lakini nasema mtu akinichokoa chokoa nitaita press hata mara mbili kwa wiki. Nasema press nitakayoita ya pili, kama ukiendelea kunichokoa chokoa nitasema vitu, utatoka moshi huwezi kufungua macho. Lakini sasa mimi ni mtu wa staha, hebu sema staha, siwezi kumwaibisha mtu na ndio maana umeniona almost miaka minne yote nimekuwa kimya, kwa sababu sikuwa na lengo la kumwaibisha mtu. Lakini napoona utekaji, watu wanapotea, na mimi nipo kwenye taifa langu, jambo hili haliwezi kukubalika hata mara moja.